Urusi imefanya jaribio la kombora jipya lenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia na linaloendeshwa kwa nguvu za nyuklia linaloitwa Burevestnik, kwa mujibu wa mkuu wa majeshi ya Urusi, ambaye amemwambia Rais Vladimir Putin katika taarifa yake. Generali Vareli Gerasimov, mkuu wa majeshi ya Urusi, amemwambia Putin kwamba kombora hilo lilisafiri umbali wa kilomita 14,000 sawa na maili 8,700 na lilikuwa angani kwa takribani masaa 10 na matano. Putin amesema kwamba kombora la 9M730 Burevestnik au Storm Petrel ambalo NATO huliita SSC-X-9 Skyfall ni halishikiki na mifumo ya ulinzi ya makombora ya sasa na ya baadaye kwa sababu lina mzunguko usiotabirika na umbali wa kufikia usio na kikomo. Katika maelezo yake, Putin akiwa amevaa mavazi ya kijeshi ya kamuflaji, alimwambia Gerasimov kwamba majaribio muhimu ya Burevestnik yamekamilika na kwamba kazi sasa ianze katika hatua ya mwisho kabla ya kulipitisha rasmi kwa jeshi. Uzinduzi huo uliotajwa kuwa mafanikio Unaweza kuwa hatua muhimu katika mpango wa kijeshi wa Urusi, hasa katika muktadha wa uhusiano wa kimataifa. Tukio kama hili linaweza kuongeza mvutano katika eneo hilo na kusababisha majibu kutoka kwa nchi nyingine, hasa zile zinazohofia usalama wa kikanda. Maafisa wamesema wanaliangalia kwa karibu. Mapema mwezi huu Rais Donald Trump alitishia kutuma makombora ya masafa marefu ya aina ya Tomahawk nchini Ukraine, akisema kwamba makombora hayo yangekuwa hatua mpya ya mashambulizi katika vita vya Ukraine dhidi ya Urusi. Uamuzi huo ulifuatia mazungumzo ya simu kati ya Trump na rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky ambaye alisisitiza haja ya msaada mkubwa zaidi wa kijeshi ili kuzindua mashambulizi ya kujibu dhidi ya Urusi. Makombora ya Tomahawk yana uwezo wa kufika umbali wa kilomita 2500, sawa na maili 1500, jambo linalomaanisha kuwa jiji la Moscow lingekuwa ndani ya mtego wa mashambulizi kutoka Ukraine. Hata hivyo, wiki iliyopita, Rais Trump alionekana kuondoa uwezekano wa kuipatia Ukraine makombora hayo ya Tomahawk akieleza kuwa silaha hizo za masafa marefu ni tata sana kwa Ukraine kutumia bila mafunzo makubwa kutoka Marekani. Wakati huo huo, watu watatu wameuawa na 29 kujeruhiwa, ikiwemo watoto sita, kufuatia shambulio la anga lililofanywa na Urusi usiku katika jiji la Kiev ambalo lilibomoa majengo mawili marefu ya makazi. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba watu saba kati ya waliojeruhiwa wakiwemo watoto wawili walihamishwa hospitalini. Ameongeza kuwa moto uliosababishwa na shambulio hilo sasa umezimwa. Huduma ya dharura ya taifa ya Ukraine imesema kuwa watu kumi na watatu wameokolewa kutoka ghorofa za juu za jengo hilo. Kiwango kamili cha shambulio hilo hakijajulikana mara moja, lakini Kiev na maeneo jirani yalikuwa chini ya hali ya tahadhari ya mashambulio ya anga kwa takribani saa moja na nusu kabla jeshi la anga kutangaza mwisho wa tahadhari takribani saa sita na nusu usiku. Pande zote mbili, Urusi na Ukraine, zimekuwa zikikana kulenga raia katika mashambulio yao kwenye maeneo ya upande mwingine. Hata hivyo, maelfu ya watu wengi wao wakiwa wa Ukraine tayari wamepoteza maisha katika vita ambavyo Urusi ilianzisha Februari 2022 kupitia uvamizi kamili wa Ukraine. Hii ni Poa Afrika.